Kuna hizi vitu mbili ambazo nataka nikuambie kuhusu kutegemewa na kutumiwa. Kutegemewa ni kwamba ule mtu ako na shida anataka wamsaidie, lakini wakati wewe una shida hataki kukusaidia, yani wale watu ambao wanakutoroka, hawataki kukusikia, yaani hawataki, yani kujua unaendeleaje, lakini wao wakiwa na shida wanakuhitaji wewe sana. Na kuna wale watu wa kukutumia tu yani anakutumia ili asaidike, afike hatua fulani. Kwa hivyo kuna kutegemewa na kusaidiwa. Yule ambaye anakutegemea ni yule mtu ambaye kwa kweli ukimwangalia, labda kiwango chake cha mapato kiko chini, anakutegemea. Lakini pia kuna ile kutegemewa kimadharau, wakati kuna shida wewe mwenyewe binafsi hakusaidii, akiwa na shida anataka kumsaidia. Fumbo mfumbia mjinga. Siku zote tumia ubongo, tumia akili.